fa mtandao wa simu umewaathiri wakazi wa kijiji cha Nkutuk Eng'iron Samburu Mashariki, ambao wanakosa mbinu ya kuwasiliana na wenzao, mbali na hali hiyo kuathiri usalama katika eneo hilo. Wakazi wanasema majangili hutumia fursa hiyo kuendelea na mashambulizi ya wizi wa mifugo, wakifahamu ni vigumu kwa wenyeji kutafuta usaidizi kutoka kwa maafisa wa polisi. Na mwanahabari wetu Bonfas Baraza anatuchorea taswira ya kijiji kisichokuwa na mtandao wa mawasiliano. Mandhari ya kuvutia milima imezingira kijiji cha Nkutuk Eng'iron, kilomita 80 kutoka mji mdogo wa Wamba, Samburu Mashariki. Wakazi wa hapa wakiwa ni wafugaji. Sio Naisula alifika eneo hilo kwa shughuli maalum za kikazi, ila anahangaika kutafuta mtandao wa simu. Kijasho chembamba kinamtoka akitafuta mawimbi ya mawasiliano. Hatimaye yanaelekezwa eneo hili kuwasiliana na jamaa zake. Halo, Umefika abi?" wageni wakisalia kuhangaika ni suala la tangu jadi ambalo limekuwa mwiba kwa wakazi, na wao hulazimika kufika eneo hili maalum na la kipekee kuwasiliana na jamaa zao. Chombo hiki kwenye mlingoti ndio kimbilio lao. Hatuna network. Na tu, tunapakana na kaunti ya Isiolo kama sasa ikiwa sasa hata mambo ya insecurity, watu wese hata kuitana. Hali hiyo inawakosesha mawasiliano huku shughuli za dharura zikiwa mchongoma. Mgonjwa akigonjeka hapa, hakuna network hapa, mpaka ukuje hapa, ukuje upige simu, upige ambulance uko wamba ama uko achas, ndo akuje hapa. Hata sometimes unakuta watu wengine wanakufa tu kwa sababu hakuna network hata eh, tulilea kwa wakubwa wetu kwa viongozi ni kama hatusikii. Tunaona tukichagua viongozi wanaweka kwao tu, naomba authority. Communication authority. Wakazi wanapoathirika na ukosefu wa mtandao wa simu, kizazi cha sasa kinahangaikia kukosa mitandao ya kijamii kwa wengi, swala la mawimbi ya mawasiliano huenda ni haki kwao, japo kwa wafugaji wa hapa ni haki wanaoikosa, wakilazimika kutangamana hapa na kongamana hapa ili kuweza kuzungumza na jamaa zao. Na kwa sasa macho yote yameelekezewa halmashauri ya mawasiliano humu nchini ili kuboresha hali. Boniface Barasa, runinga Citizen, kijiji cha Nkutuk Eng'iron, gatuzi la Samburu.